Kwa tutaweza kuangalia hii na tuweze kuona muundo huu wa walimu umekaa katika staili gani. Muundo wa walimu umekaa katika madaraja kama kuna mwalimu daraja C, mwalimu daraja B na mwalimu daraja A. Sasa tutaweza kuangalia hawa walimu daraja C, ni teachers group C, ni walimu wa shahada. Hawa ni walimu wa shahada au ni walimu ambao wana degree. Sasa naweza kuona cheo cha zamani kilikuwa kinaitwa afisa elimu daraja la pili, ngazi ya mshahara ilikuwa ni TGTSB. Yaani cheo cha sasa ni mwalimu daraja la tatu C, ambapo ngazi ya mshahara ni TGTSB. Na afisa elimu daraja la kwanza ilikuwa ni TGTSE. Sasa hivi ni mwalimu daraja la pili C ambao ni TGTSE. Afisa elimu mwandamizi ni TGTSF, sasa hivi ni mwalimu daraja la kwanza C ni TGTSF. Alafu kuna afisa elimu mkuu daraja la pili ni TGTSG, kwa sasa ni mwalimu mwandamizi daraja C ambao ni TGTSG. Afisa elimu mkuu daraja la kwanza ilikuwa ni TGTSH, sasa hivi ni mwalimu mkuu daraja la pili C TGTSH. Sasa tukija kwa walimu daraja B, utaweza kuona Teachers Grade B. Hawa ni walimu wa stashahada au walimu wa diploma. Cheo cha zamani ilikuwa ni afisa elimu msaidizi daraja la tatu, TGTSC. Sasa hivi ni mwalimu daraja la tatu B, TGTSC. Afisa elimu msaidizi daraja la pili, TGTSD; kwa sasa ni mwalimu daraja la pili B, TGTSD. Afisa elimu msaidizi daraja la kwanza, TGTSE sasa hivi cheo cha sasa ni mwalimu daraja la kwanza B, ngazi ya mshahara ni TGTSE. Afisa elimu msaidizi mwandamizi TGTSF, sasa hivi ni mwalimu mwandamizi daraja B TGTSF. Mwalimu mkuu daraja la pili B TGTSG, mwalimu mkuu daraja la kwanza B TGTSH. Sasa tutaangalia walimu wa daraja A, hawa ni Teachers Grade A, walimu wa cheti certificate zamani ilikuwa ni mwalimu daraja la tatu TGTSB, mwalimu daraja la tatu a TGTSB, mwalimu daraja la pili TGTSC, mwalimu daraja la pili a TGTSC, mwalimu daraja la kwanza TGTSD, mwalimu daraja la kwanza a TGTSD, mwalimu mwandamizi TGTSE, mwalimu mwandamizi daraja a TGTSE, mwalimu mkuu daraja la pili a TGTSF. Kwa hivyo hapo ni ngazi za mishahara ya walimu pamoja na vyeo kuwabadilisha kazi au cheo walimu wanaojiendeleza. Kwa huyo ni muundo wa vyeo vya walimu katika utumishi wa umma na kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya FEABOY, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii na share video hii kwa wengine wengi zaidi. Asante na karibu.